Hulidani sasa, ile kazi yetu ya ghorofa ya Mbezi msingi wetu, leo ndio tumekabidhi makubaliano yetu ambayo tuliingia na bosi, leo ndio yamefika tamati, yameishia hapa tulipomaliza. Ambao huu msingi bwana Mr. Ramsey ma decoration aliukuta msingi umeanza kujengwa, lakini msingi huu Mr. Ramsey ma decoration aliukuta umekosewa, umejengwa tofauti na ramani inavyotaka. Mr. Ramsey decoration alivyofika hapa, huu msingi aliuanza kubomoa, ukabomolewa, ukaanza upya, kwa maana Mr. Ramsey alifuata ramani jinsi ilivyokuwa inataka, ndipo alianza kujenga tena huu msingi. Kwa wale wadau ambao wananifuatilia kwenye ile channel yangu ya Mr. Ramsey decoration kule YouTube, nadhani waliona before hii video mwanzo ilivyokuwa na tulivyoanza kuvunja huu msingi na tulipoanza kuotesha kuta nyingine Da msingi ambazo ramani sasa zilikuwa zinataka. Uh, alikuja kufanya marekebisho. Marekebisho aliyoyafanya ilitakiwa avunje msingi akauvunja, akaanza. Mpaka sasa Mr. Ramsey alipofikia ndo amefikia hatua hii ya msingi kazi zake huwa anaonyesha mwanzo na mwisho. Huu ndo mwisho wa makubaliano ya ule msingi ambao tulikubaliana na bosi wangu, leo nimekabidhi, kama unavyoona, ambao ukiwa hauna malalamiko wala nakosa ya aina yoyote, Mr. Ramsey Decoration nimekabidhi. Kwa hiyo yote, anayetaka kufanya kazi na Mr. Ramsey Decoration bwana, anapatikana kwa namba ya simu sifuri saba moja nane thelathini na moja tisini na mbili sitini na nne. Ukimkosa kwa namba hiyo, Mr. Ramsey Decoration ana namba nyingine ambayo sifuri saba tisa nne thelathini na moja tisini na mbili sitini na nne. Huyu ndio Mr. Ramsey Decoration, na Mr. Ramsey Decoration ana timu yake ya kutosha, anafanya kazi vizuri na kwa ubora mzuri kabisa, kama unavyoona, angalia mwenyewe sehemu yote kwenye makosa, Mr. Ramsey Decoration anakubali kukosolewa, eh, ni changamoto za kawaida kwenye kazi, lakini hii ni kazi ambayo yenyewe inajieleza vizuri kabisa. oh, eh. -like. Kwa hiyo unaweza ukasema lolote eh comment kwa Mr. sasa uko like kwa Mr. Ramsey Decoration. Wale ambao wananifuatilia kwenye ile page yangu ya Mr. Ramsey Decoration kule YouTube

Jamani, hiki kigorofa kinaenda roshini mbili tu juu. Kwa hiyo nadhani kitaonyeshwa hadi kime kikiwa kimekamilika, mtu atakiona kikiwa kimeshakamilika kinakuaje, kama tunavyoanza kuonyesha mwanzo na kila hatua tunaonyesha. Kila hatua ya kazi lazima tuionyeshe, kila hatua ya kazi tunapofikia lazima tuonyeshe, ili mdau uweze kuona na uweze kuamini Mr. kampuni ya Mr. Ramsey yafanya usije ukawa unaleta ukawa unatoa kazi una uhakika. Kwa uhakika mwingine tunakuwa tunautoa kwa kuonyesha picha za awamu na mwisho wa picha jinsi zinavyokuwa. Kwa hiyo ndio maana huwa tunapenda kuonyesha hivyo, ili mteja ukiona usiwe na mashaka na Mr. Ramsey Decoration popote pale. Na Mr. Ramsey Decoration anafanya kazi sehemu yote, na kokote kule Mr. Ramsey Decoration anafika na karibu sana kwa Mr. Ramsey ma decoration. Ofisi zetu ziko Bunju B. Karibuni sana Mr. Ramsey ma decoration Mbezi kwa Zena hii.